Boniface, hatuko naye uh, saa tisa na dakika kumi na tano uh, tumepigiwa simu tukaambiwa Boniface amepumzika. Na Boniface ako na bilu kubwa, Boniface ako na bilu kubwa. Kwa hivyo tunaomba Wakenya wasaidie baba yake Mr. Karioki ili tuweze uh, kumtoa hapa. Tunahuzunika sana kama familia kuona kijana mdogo kama, huo, kama huyo anauliwa akiuza maski zake. Wezi wamejaa kwa barabara hawapigi risasi, lakini kijana kama huyo anajitafutia anapigwa risasi. Tunahuzunika sana ile naweza penda kuona ikitendeka ni ile hmm. Mtoto wangu sasa ameenda na askari tuliambiwa wameshikwa. Sasa ningependa haki ionekane juu mtoto wangu hakuna kitu alikuwa amefanya na hiyo muda yote nimemlea. Kama siku wanamtaka, si mimi ndio ningemmaliza mimi mwenyewe? Lakini sasa nilikuwa namtaka juu nilikuwa najua, na siku ya mwisho maisha ya mwishoni, mimi huyo ndio anaweza nishikiria. Juu sasa sina mtoto mwingine, kijana wao wengine wamebaki ni wachana.